Habari watazamaji, muda sando huu hapa wakuanza kazi rasmi. So video ya kwanza nataka nionyeshe namna ya ku set YouTube yako, kuipanga ili iwe vizuri na mambo mengine yaendelee. So kabla ya kuendelea kabisa, itabidi kama weni mpya kabisa, subscribe comment, like share, ili na wenzako wajue waelewe sana. Ok, acha tuingie studio yetu. Cha kwanza ukiingia kwenye browser yako ya Google Chrome, itabidi usearch YouTube studio. Uh, studio Tani studio itabidi usearch studio youtube.com hii hapa hii hapa ndo utakayoingia hivyo nitabonyeza moja kwa moja watakuletea vitu kama hivi usibonyeze hapa usibonyeze hapa Hapana, cha muhimu bonyeza tu huku chini, huku ndo pa muhimu. Mi nitabonyeza yes. Then it en ita, lodge, ita search. Ta tanipeleka moja kwa moja kwenye dashboard yangu ya YouTube, hivyo unaona hapa akaunti yangu jinsi ilivyo, imejiseti kabisa. Hapo ni kwa wale watu ambao wana YouTube zao. Hivyo nataka nionyeshe saa setting ambazo zinazohitajika kuziseti, kabla utaingia kwenye hichi kidoti hapa, hichi hapa atakachokibonyeza, ingie hii Google Chrome ni ya, inatumika kwenye kompyuta, ila kama una kompyuta, ni vizuri utumie hii hii tu, inakusaidia, inasaidia sana. Yes, hapa mnaona bana, mnaona profile image, jina, handle, description na links zote. Ukihitaji kuseti links kitu cha muhimu ni haka hapa. Maana wewe utakuwa kama ukiwa kama social media ni lazima uwe na links kwenye ya za social media zingine kama Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Boomplay na zingine ili zikusaidie kabisa hizi hapa links, sehemu ya link hapa. Upande unabonyeza. Kitu cha muhimu unapitia kwenye hichi kidoti hiki. Unataka kuweka linki zozote zile unaweka hapa. Una sasa ukishamaliza una public. Sasa hapa mimi nataka nionyeshe hichi hapa ili video zako ziendelee kusambaa na kutembea kabisa. Utapitia kwenye hichi hapa kidoti cha pili hapa, hapa, kimejificha kama vile akionekana. Hicho hapa. Home tab tutakaibonyeza. Huku kuna vitu ambavyo mimi nishaseti seti tayari. Wewe ukiwa ujaseti hautaviona kama hizi video za mwanzo hapa, hautaka uzione. Hizi hapa hizi hautaziona, hivi vya huku chini hautaviona. Utaona tu hivi vya hapa, hizi za katikati ndio video utakazo utakazokaa uzione, ila hizi zingine hautaziona hizi, hautaziona na hizi hautaziona. So kitu ambacho utakachohitajika sasa, mara nyingi watu wengi ukiwa haujaseti hivi vitu, utakuta pako hivi, hiki kidude utakuta kimezimwa. Hiki hiki hapa hiki utakuta kimezimwa hivi, utakuta kiko hivi. Kitachohitajika sasa, utakibonyeza hapa kiwake Sawa, kikiwa kishawaka ndio vitaonekana hivi. Utakuja hapa hapa hapa kwenye hii for you, hii hapa utakayobonyeza, kisha bonyeza, utakuletea hivi hivi hapa, unaviona hivi. Kitu cha muhimu hapa, ukikuta hapa Ukikuta akaunti yako imebonyezwa kwenye hichi kitufe cha kwanza hichi hapa, anakwambia all content recommended, na kingine hiki cha chini hiki. Hivi ni vitufe viwili. Ukikuta kipo hapa chini hapa hapa kitowe, maana ukikiweka hapa, ukikiweka hapa Yani video zako zile za mwanzo zitakaa kwenye zile viewers zenyewe tu zilizofikia. Yani hapa YouTube ita promote hizo video zako za hizi unazoendelea kuziposti kwa sasa, ndo itakazokuwa ina post, ina promote kilichopo. Sasa cha muhimu, toa hapo, pandisha hapa juu hapo, video zote zitaendelea kusambazwa. Kisha bonyeza ukubali kuweka sasa hizi hapa ili useti hizi hizi hapa hizi hizi layout hizi na kuseti hizi zingine za kuchini hizi, unabonyeza hapa kwenye edit section. Hiki kitufe kilichopo hapa ndio kitufe utakachobonyeza, ila kwa leo siwezi nikaendelea maelekezo mengine. Tutakutana katika video ifuatayo. So, sasa subscribe, comment, share. Yes, ili na wengine waendelee kupata. Cha mwisho kabisa nitakachomalizia ni kubonyeza hili button hili, iki kitufi kilichoandikwa publish. Kwa hiyo ukisahau tu kukibonyeza hicho, vyote ulivyo viseti vitakuwa vimekufa bure, hivyo itabidi uviseti, ubonyeze hapo. Ukishabonyeza vitakuwa tayari change public, hivyo utarudi zako huko aika bado imejirudisha nyuma yenyewe ya hivyo, utarudi zako huku, utakuwa umemaliza vitu vyako vya muhimu. Yes. Hivyo tukutane katika video ifuatayo. Asanteni sana.